Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, Charles Kichere amesema kuwa katika ripoti yake ya ukaguzi wa hesabu za serikali wa mwaka 2023/2024 hati safi zimeongezeka na kufikia 220 kutokana na kuzingatia viwango vya kimataifa, lakini bado kuna mambo mengi ya kuangalia. thamani ya fedha bado kuna changamoto. Kichere ameeleza hayo jijini Dodoma, wakati akiwasilisha ripoti ya ukaguzi wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 24. Ibara ya 143 ibara ndogo ya kwanza ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inaelekeza kuwepo kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali wa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya CAG. Lakini ibara ya 143 ibara ndogo ya pili C inampa jukumu la kukagua na kutoa taarifa na kuziwasilisha kwa Mheshimiwa Rais angalau mara moja kila mwaka. Aidha, ibara ya 143 ibara ndogo ya tano inaelekeza kuwa katika kutekeleza majukumu yake, CAG atafuata sheria nyingine zilizotungwa na bunge. Bunge letu limetunga sheria kadhaa ili kuongoza utaratibu wa kufanya kazi kwa ofisi ya taifa ya ukaguzi, ikiwemo sheria ya ukaguzi wa umma sura 418 na kanuni zake. Pia kuna sheria ya bajeti na sheria nyingi mbalimbali mbali, kuzisoma zinaelekeza kuhusu ukaguzi wa hesabu eh, za serikali. Ndugu wanahabari, ili kuleta wa, kuleta uwajibikaji, ibara ya 143 ibara ndogo ya nne ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 inaelekeza kuwa baada ya mheshimiwa rais kupokea ripoti toka kwa CAG ataelekeza uhusika kwa maana ya mawaziri kuwasilisha ripoti husika bungeni ndani ya siku saba za kazi baada ya kikao kinachofuata cha bunge pia ibara hiyo inaelekeza kwamba kama serikali haitawasilisha ripoti za CAG bungeni ndani ya muda uliotajwa, basi CAG atazipeleka ripoti hizo kwa mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii maana yake ni kuhakikisha kwamba ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali zinawasilishwa bungeni, na kwa maana hiyo kuwafikia wananchi, kwa sababu wabunge ndio wawakilishi wa wananchi. Ndugu wana habari kama mtakumbuka tarehe 7 mwezi Machi niliwasilisha ripoti za ukaguzi kwa Mheshimiwa Rais, na Rais Mheshimiwa Rais ameziwasilisha ripoti hizo bungeni kama katiba inavyotaka. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hatua hii, kwa sababu siku zote Mheshimiwa Rais amekuwa akihakikisha kwamba ripoti hizi zinaenda bungeni ndani ya muda wa kikatiba, na sasa hivi pia imefanyika hivyo ndani ya muda wa kikatiba, ripoti ziko bungeni na zimewasilishwa leo bungeni tumetoka sasa hivi hapa, ripoti ndio ilikuwa zimewasilishwa bungeni. Wanahabari, napenda kuutaarifu umma kuwa leo tarehe 16 Aprili 2025, serikali imewasilisha rasmi ripoti za ukaguzi bungeni ndani ya muda uliowekwa na, na katiba, kama ambavyo imekuwa ikifanya mara zote. Ripoti si zilishafika bungeni, utaratibu wa kibunge hutumika katika kuzijadili kwa mujibu wa kifungu cha 39 cha sheria ya ukaguzi wa umma sura 418, baada ya ripoti hizo kuwasilishwa bungeni, basi inakuwa wazi kwa wananchi. Ripoti zilizowasilishwa bungeni, unafanyika mchakato wa kibunge wa kuzijadili, ambazo zitawasilishwa sasa kwenye kamati zetu za uwajibikaji watazijadili. Lakini kazi yangu mimi ni kuziweka hizo ripoti wazi, kwa sababu sheria inataka hizo ripoti niziweke wazi, ni publish kwenye Eh, tovuti zetu na pia ziwepo ripoti kama mwananchi atataka kuzisoma basi aweze kuzisoma. Hivyo basi nipo hapa kuwafahamisha kwamba baada tu ya kuwasilishwa bungeni, ripoti hizi tayari zipo kwenye mtandao wetu wa www.nao.go.tz na kwa sasa kila mwananchi au mdau muhimu, mtu yoyote atapata nafasi ya kuzipakua na kuzisoma muda wowote. Tunaendelea kuishauri serikali jinsi ya kuiangalia mashirika kuimarisha bodi za wa, bodi za, eh, bodi za mashirika kuimarisha utendaji, ili mashirika yaweze kufanya vizuri yale ambayo anapata hasara, aweze kutoka kwenye hasara i apate faida, kwa sababu mashirika ya biashara kazi yake ni kupata faida, sio hasara. Zinaweza ikaongezeka kwa maana tunazingatia viwango vya kimataifa ya kutengeneza hesabu, lakini kuna kitu tunaita management letter na compliance na mambo ya pamoja na vitabu kwamba umetengeneza vizuri, je, ume comply kutumia matumizi mazuri kwa fedha za serikali iliko kwenda inatakiwa kwenda ndiko huko. Kuna mambo mengi ya kuangalia, na hiyo management letter ndio tunaitoa tuna huku tunaiangalia, tunatoa tuna, tuna nani taarifa zake huku. Kwa hiyo unaweza ukapata hati safi, lakini bado kuna changamoto nyingi. Nawaomba kusema kweli, mkasome soma, kama utakuta kuna shida utaniambia. Ripoti ni ndefu, ni nyingi naweza nikasema hapa baadhi, mkasema kwamba amesema kitu fulani kingine, mbona aliacha kingine amefanya hivi. Kwa hiyo nawaomba, ripoti ziko wazi, mwende mkazisome. Nimeshatekeleza wajibu wangu, na nyinyi ndugu waandishi wa habari, nadhani mtekeleze wajibu wenu wa kuzisoma hizo taarifa na kuzitolea kuzitolea, yani kuzi wafahamisha wananchi. Lakini pia nadhani kuna kitu kimoja ambacho tutatakiwa tukifanye waandishi wa habari kama ambavyo tulikuwa tuna, tunatoa mafunzo kwa waheshimiwa wabunge. Unamwona mheshimiwa Mdea alivyoeleza, ameeleza kama mkaguzi akaeleza kwamba hati ni kitu kingine na eh, value for money ni kitu kingine. Unaweza ukapata hati safi, lakini bado kuna changamoto. Kwa hiyo na waandishi wa habari na wenyewe nadhani wanatakiwa wapate elimu ya kuwasaidia kuelewa hizi taarifa za CAG na jinsi ya kuziripoti. Kwa hiyo naombeni mkasome, mziripoti vizuri, ziko hadharani na wananchi, naomba wasome, badala ya mimi kuele, kuanza kusema hiki na hiki takuwa na influence. Kwa sababu nishaziweka hadharani kwenye tovuti yetu naombeni mkasome eh, na hata background hiyo ipo kwamba hii mapendekezo tuliyosema yote yapo. Hata hivyo ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali ipo kwenye majadiliano na Bunge ili wazijadili taarifa hizo mapema baada ya mwezi wa kumi na moja iwe mwezi wa Juni.